Hii hapa sasa mzee, sehemu ya tatu. Jamaa anageuka namna hii, anakutana uso kwa uso na bibia mijuni. Binti hakuamini mwanaume ampendaye huyo hapa yupo na mwanamke mwingine, tena rafiki yake wa karibu. Hakuweza kuamini ndugu yangu, nakwambia. Baadaye walipata nafasi ya kukutana kwa ajili ya kuweza kujadili hili swala, kwa sababu ni swala ambalo kiujumla hata binti mwenyewe ameumia kweli kweli. Basi mzima alikuwa akijiuliza aseme nini hasa kwa binti, ili angalau binti basi amwelewe, kwa sababu ni jambo gumu kweli kweli kumweleza binti aelewe. Ni kitu ambacho ni kigumu, kwa sababu binti alisikia kila kitu, kasikia kila kitu. Lakini binti alimweleza kitu, kumwambia nimeshakwisha kuelewa, we ni mwanaume tena ni mwanaume ensam, wanawake wengi wanatamani kuwa na wewe, kwa sababu ni mwanaume ambaye unavutia kwa kila mtu, lakini tambua ya kwamba yupo rafiki yako kitambo hicho ambaye amekupenda, amekuthamini na mpaka sasa bado anakupenda na kukuthamini pia. Nadhani siwezi kuishi pasipo wewe wewe ndo mzazi wangu kwa sasa, wewe ndo kama baba yangu. Ningeliomba tafadhali nipe na ni tu nafasi ya kuheshimu basi, ni heshimu tu basi. Najua ya kwamba siwezi nikakuzuia, siwezi nikazuia wanawake kuja kukuaproach, lakini hii ni taimu yako sasa kuniheshimu, kuniheshimu tu. Binti alikuwa anatamani tu kuona heshima kutoka kwa mzee mzima Mr Manuoko. basi wakati huo wanazidi kusonga mbele mbele aliweza kuona mabinti wawili wameshuka kwenye gari na kuweza kuingia katika ka hoteli fulani. Mabinti wengine hao wakashuka tena, binti akawa anatazama sana, anawatazama wale mabinti, ametulia tu anawatazama. Jamaa akashangaa, binti, kuna nini tena? Tatizo nini hasa? Alipata nafasi wakaketi sehemu, majira ya usiku wakawa wanazidi kutazamatazama baadhi ya karatasi. Kuna karatasi fulani za binti ambazo napitiapitia baadhi ya malipo malipo yake. Eo binti, unajua tena ni mchapakazi, kwa hiyo kuna baadhi ya malipo malipo ambayo alikuwa anayapitia pitia ambayo alikuwaepo katika karatasi anayachoma choma pale, kwa sababu hayana maana. Anasema, nachukia umasikini kweli, nachukia umasikini kwelikweli, si mchezo. Binti anachukia umasikini, anasema lazima nipambane usiku na mchana kuhakikisha y kwamba napata pesa kujitoa katika umasikini huu. Siwezi kuishi maisha haya, siwezi kuendelea kuishi maisha haya kimasikini, ambayo yananikosesha hata amani, yananikosesha amani katika penzi langu, yananikosesha amani katika, yani kila kitu. Kambia hapana, msizungumze hivyo. Umasikini kama upo upo tu. Lakini kama utapambana mpaka mwisho basi utatoka katika umasikini. Naamini ya kwamba huu ni wakati wetu kupambana. Hata mimi pia nipo hapa nateseka na nyanyaswa na wanawake kwa sababu ya umasikini. Haijalishi nini kipo mbele yetu, lakini nitapambana, nitapambana usiku na mchana kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba najitoa katika hili jambo. Anasema sasa ni nani wa kututoa katika hili tatizo? Hakuna kingine zaidi ya kupambana Nina kuahidi binti amekata tamaa kabisa, lakini mzee mzima anamweleza kwamba hakuna kingine cha kujitoa katika umasikini huu zaidi ya kupambana. Anasema, mama yangu ni mgonjwa, baba yangu naye ni mgonjwa, keso keso na... mimi ndo huyu, kila siku nikipambana sipati chochote, sipati hata pesa kujikimu mimi kimaisha. Je, naweza ni nikawasaidia wazazi wangu? Siwezi. Naona tu ni bora sasa nijiunge katika vikundi mbalimbali vya kutumbuiza usiku ili angalau nipate pesa kujikimu kimaisha na kuwaswedea wazazi wangu pia. Mama yangu yupo mgonjwa kitandani. Nitafanya nini hasa kwa ajili ya kuweza kusaidia maisha yake? Mbali na huko tena pia mpenzi wangu naye ndo hivi nantesa, na nipo mawazo nifanye nini mimi ah. Binti Mijuni anapitia matatizo kwelikweli kweli. Hii hali ilikuwa ikimfanya hata mpenzi wake hujikuta analia. Na Chingu anasema bro, ikiwa kama mwanaume ni lazima niweze kupambana, nipambane mpaka mwisho angalau ni, ni, ni, ni, ni msaidie binti huyu <laughs> masikini ya Mungu, matatizo ni mengi Leo mzee mzima alikuja hapa na marafiki zake. Oya, vipi mbona analia aisee? Mbona analia kama mtoto? Tuambie basi nini shida. Kuja kwa marafiki zake Kanyuki pamoja na na Sejun, anasema na hata nilishindwa kuzungumza chochote kwa marafiki zangu kueleza kwamba eti binti nimpendaye anateseka na anapita katika kipindi kigumu, nilishindwa. Sejun yupo pale, shangaji anapiga pombe kweli kweli, anapiga pombe si mchezo. Piga bia kweli kweli, anasema sikufahamu tuk, ikiwa kama kuna wakati ambao ninapita katika wakati mgumu, basi ni wakati huu. Nashindo hata nianzie ni wapi nimalizie wapi hasa, Amgo. Lakini naamini katika kipindi kifupi kijacho nitakwenda kuheshimika kulingana na kipaji talent nilionayo, nayo naamini kwamba kwamba nitakwenda kuheshimika. Basi tuachana kule, tuji moja kwa moja katika upande wa pili huku, katika sehemu hii, sehemu ya michoro mbalimbali. Jamali amua kuja huku mzee mzima, bwana dal

Up. Baba na oh, nimewaletea. Nafikiri hii ni kwa ajili ya, anasema yupo ukarika chumba cha pili huko VIP yupo na na binti mmoja wanamuita Mijuni amekuja ku... eh, kupimwa. Mijuni kaja huku kwa Sejuni ambaye ni rafiki yake wa karibu, amekuja kwa ajili ya kuweza kupimwa. Sejuni daktari. Sasa bibi ya Mijuni alipolala pale kitandani, ndugu yangu, kwa ajili ya kupimwa, jamaa akamtazama binti mwenyewe, binti ni bomba kwelikweli. Bibi anamuita Mijuni anasema nataka ni play music hapa ka play ka music uh, cha taratibu ili kuweza kum, uh, kumtazama bibi mjuni. uh, nafikiri muziki huu utakubembeleza kidogo, utapata kausingizi binti. Ka play wa muziki pale. Sasa ijuni yupo pale anamtazama ka binti amevaa kanguo fulani cha ajabu kweli kweli. Haya, wakati huo baba la baba yupo kwa nje huko mwisho, baadaye ahudumu hapo pale, wanazidi kupigapiga vinywaji nini, wanataka kuingia ndani kule, kwambia asubiri. Asikia kamziki kamziki kwa mbali, kapo huko ndichi huko. Halafu bibi mijuni yupo ndani huko, na mijuni ni mwanamke wake. Asema, Mungu wangu jamaa anafanya nini huku na binti nimpendaye? I mean, kuna nini kinachoendelea humu ndani? Kwa nini sejuni ameamua kuplay nyimbo? Angalia hapa ni hospitalini ha? Hapana, lazima kuna, kuna kitu pembeni ya huu wimbo huku. Sasa sejun alipokuja pale, binti wanamuita mijuni kwa sababu ya umasikini na hana kitu na hana pesa hata kujitibu, aliamua kuweza kufanya kitu cha ajabu kweli kweli, akamvuta daktari, mambo yakawa safi safwezi amini siku hiyo Mijuni aliweza kumsaliti mzee mzima. Bwana Manon jikuta yupo na mawazo kweli kweli, anakumbuka ile kipindi jinsi binti alivyokuwa akimwambia kwamba sisi urafiki wetu hautoishia tu katika urafiki, na mimi nipo, siku moja utakuja kuwa wapenzi, utakuja kuingia katika mahusiano. Lakini sasa ndio hivyo, mambo yanazidi kuharibika, mambo yanazidi kuwa magumu zaidi. Jamaa hakuamini ile siku kama katika sehemu hii mke wake atakuwa hakumsaliti. Aliamini kabisa kwamba binti wanamwita Mjuni kulingana na umasikini alionao, lazima atakuwa alifanya kitu na rafiki yake na ni kweli kabisa Sejun pamoja na bebe Mijun waliweza kufanya kitu ambacho sicho naambiwa katika marafiki. Ndugu yangu, unapokuwa na marafiki marafiki, usiwape nafasi ya kumjua sana mpenzi wako, sababu ukimjua tu, ndugu yangu, anatumia ile, ile opportunity yako, ule madhaifu ambao ulikuwa ukiwaeleza, na hapo hapo e, inakuwa ni baya, inakuwa ni baya zaidi, baadaye inakuwa ni majuto zaidi. Sasa tuje moja uh -huh. eh, kwa moja baada ya mambo yote, na shida nafikiri baadaye pigiwa simu pale kwa nazungumza na simu mambo yakawa ameishia namna hiyo. Vipi kama umeipenda? Si ndio? Ina test nzuri na ipo poa <coughs> 15, amna shida, panga kila kitu kuhusiana na safari yetu ya kuelekea huko tayon. Amna shida. Mara ghafla mlango unafunguliwa, anafika anafika mzima mzima <coughs> jamaa kaja kama vile haelewi chochote, kakuta bibi yupo pale, niambie unataka, vipi mambo yanaendaje? Anasema albamu yangu imetoka, albamu yangu ya nyimbo imetoka ta akiongera kwa hiyo nimeleta hapa kwa ajili ya kuweza kuona kama naweza nikachangiwa kitu chochote. <tip> albamu yake nyimbo imetoka. E, dogo anajishughulisha sana maswala ya uimbaji <tip> <tip> na vitu kama hivyo anasemad, jamaa amejitahidi kweli mpaka ametofanikisha albamu. Si kitu, si kitu rahisi. Sijui nipo pamoja na bib niishida <tip> <Wewe. tip> <Nini> <tip> nsema leo na picha kadhaa, ambazo naamini zitaweza zikaniletea faida kidogo. Binti ni mchoraji, anachora chora zile, anachora chora picha, ni artist, mchoraji wa picha. Kwa sasa nasema kwamba nafikiri kuna picha chache ambazo zipo, ambazo naamini muda si mrefu zitakwenda kuniinua kidogo katika kipato. Binti ndivyo anavyoamini, kwa sababu ya talent alionayo. Ni mchoraji mzuri tu na hivyo inamsogeza sogeza katika maisha. Bibiye huyu wanamwita Mijuna. Basi baadaye Sejun aliamua kuweza kumtafutia binti sehemu ya kuishi. Anasema kwamba hii ndo apartment ambao nimekupangishia kwa sasa, na nimekulipia kodi ya miezi kadhaa, kwa hiyo utakaa hapa. Hey, utakaa hapa na utakaa kwa, eh, kwa idhini yangu, yani anayefahamika kapanga hapa ni mimi, kwa hiyo utakaa hapa kwa idhini yangu, hamna shida. Mi nitataka kuondoka. Jamaa kamshika kaambia, sikiliza, nimefanya hivi kwa sababu penzi lilonipa limenifanya nijihisi wa kukusaidia nimefanya ni, ni, ni, ni jihisi... Iko... hivi kwa sababu yako tengua, na kwa sababu pia nakupenda mijuna. Then... sema chochote lasi no, that... tokea chuoni huyu jamaa alikuwa akikupenda nini ch... ndo hivyo unatakiwa uelewe, mm? Sasa hivi sio kuishi tena kama marafiki, kwa sababu wewe mwenyewe umeshakwisha kumpatia penzi lako. Hakuna sababu ya kuishi kama rafiki tena, mpe nafasi tu moja kwa moja katika moyo wake na mpende basi, mambo yaweze kuwa safi ote, au sio? Mtaenda shangaa jamaa, vipi ule mama ka, anasema kingine, pia mama yangu pia ni mgonjwa Sijui nini kinachoweza kumpata ngali sina pesa yote ya kumtibu. Anasema mna shida pia, napo nitakusaidia, nitakusaidia. Jamani, daktari ana pesa, pesa. Kwa hiyo sasa kidogo ndo anamuinua binti, lakini sasa hamuinui hivi hivi, anamuinua kwa sababu anaamini ya kwamba atapata kitu kidogo, atalipwa, eh, atalipwa binti atampa penzi Val. Mambo yote awe safi. Unajua tena vijana huo atufanyagi vitu kimakosa. Basi binti <laughs> akapatiwa appointment takaa taka pale, na mambo yatakuwa safi, nafikiri <laughs> umeona kila kitu kimeenda vizuri namna hiyo, asema usiogope, nafikiri pia ya. ni jambo jema Kshum. na ni jambo zuri pia ni shukuru sana, niseme asante kwa nafasi ya, ya kipekee ulionipa. Asema vipi kuhusiana na za zawadi, unataka zawadi gani, utanipa zawadi gani? Asema yoyote, yoyote unaohitaji mimi nipo tayari kukupa. Binti anabeba basi, hakuna shida, nitakupa zawadi nzuri ambayo naamini utaipenda, sawa atanipa zawadi anasema, ndio nzuri tu. Jamaa akajua ehe, zawadi gani binti atakayoenda kunipa? Jamaa anafikiri sasa, zawadi gani binti atakayoenda kumpa zawadi nzuri ambayo ataipenda? Nini hiyo sasa? E bwana, hiyo ni sehemu ya tatu katika picha hii. Tukutane katika sehemu ya nne katika bonga la muvi na DJ Mecky. Bwana twende sambamba tu, nafikiri mambo yote yatakwenda kujiri katika sehemu ya nne katika picha hii. Asante sana na karibu pia katika sehemu inayofuata.